A kimsingi, ukifanya upekuzi kwenye simu ya mtu mwingine ukaingilia akaunti ya mtu mwingine ya Instagram, ya Facebook, ya Twitter kwa interest zako mwenyewe pasipokuwa na ridhaa ya mmiliki wa akaunti hiyo au kifaa hicho, ametenda kosa la jinai haijalishi, ni mke wako, ni mtoto wako, au ni nani. Hata sisi la polisi kama ufanya upelelezi utataka kupekua simu yako au kupekua akaunti yako, tunaomba kibali maalum kwenye kwenye taasisi maalum ambayo inatupa mamlaka sisi ya kufanya kazi na, na napenda kuhitimisha kwa kusema ni kosa la jinai kufanya upekuzi kwenye simu au akaunti ya mtu mwingine bila ridhaa yake, haijalishi mtu huyo ni ndugu yako ni mtoto wako, ni mzazi wako, ni mpenzi wako au mke wako au mume wako. Kama hajakuruhusu kupekua, hajakuruhusu ku, ku, kuangalia akaunti yake na kitu gani, unakuwa umetenda kosa la jinai. Singumza kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kila mtu ana haki ya faraga, siri, usiri wa taarifa zake na mambo anayofanya yeye. Kama yeye ana faraga yake yeye kama yeye, kwa hiyo bila ridhaa yake, kuko, kama yeye hajaridhia hicho kitu kiwe kinajulikana watu wengine, unakamua kukipata hicho kitu kutoka kwake kwa, kwa njia isiyo halali, unakuwa umeingilia ya faraga yake na nikosa la jinai.